Twende Nyeri ambapo Carol Nderi anatuarifu kwamba mara kwa mara watu hupata fursa ya kuwatizama viumbe ambavyo hawajawahi kuvitia machoni hapo kabla. Na ni katika hifadhi moja huko Nyeri basi, ambapo KTN leo ilipata fursa ya kumwona mnyama anayefanana na ngamia, mbuzi na hata mbuni kwa pamoja. Ni mnyama anayejulikana kama lama, asili yake ni Marekani Kusini. Tuliarifiwa kwamba ngozi ya lama ndio hutoa nyuzi bora zaidi na thamani yake ni kubwa. Carol Nderi alitembelea hifadhi hiyo ya wanyama pori ya chuo kikuu cha Kimathi na kushuhudia aina sitini ya wanyama tofauti ambao asili yao haijulikani sana hapa nchini. Ukimtazama mnyama huyu mtazamaji, nini kinakujia akilini mwako? Maumbile yake yanakanganya, ni mnyama asiye wa kawaida na asiyejulikana na waja wengi wengi hawajawahi kumrushia jicho mnyama huyu mtazamaji. Ukimwangalia mnyama aliye nyuma yangu kidogo, anafanana na mbuni tena, ukimwangalia tena ni kama mbuzi au kondoo. Wengine wanasema kwamba yuafanana na ngamia. Bila shaka ni mnyama ambaye hatambuliki na wengi kwa jina lake rasmi. Ni lama, asili yake ni Amerika Kusini, na utashangaa kujua kuwa huyu anayefahamika kama lama tulimpata eneo la Nyeri, katika hifadhi wa ya wanyama ya chuo kikuu cha Kimathi. Hifadhi ya aina yake kwani hapa nchini hakuna chuo kikuu chochote kilicho na hifadhi ya wa wanyama chini ya usimamizi wake. The animals we brought have already started giving birth. We have several young ones being produced by now. And this is a sign that our translocation was not in futility. Na ni katika hii ya Kimathi tunakokutana na lama, mnyama tunayearifiwa ana nyuzi bora zaidi katika ulimwengu mzima. Wengi wanamjua kondoo kwa manufaa haya ya nyuzi bora na hawajui kuna yule anayemshinda kwa ubora huu. Sio hayo tu, lama ana manufaa mengi sana, na iwapo mikakati itabuniwa ya kumfuga Kenya, basi wakulima wengi watafaidika, ikiwa ni pamoja na Wakenya kwa jumla. We need to sensitize the people of Nyeri County the benefits they can get from tourism. Hifadhi hii ni makazi ya aina sitini ya wanyama, wakiwemo nyumbu au ukipenda wildebeest, kuro au waterbuck, nungu au porcupine, na mbega au colobus monkey, wote hawa wanapatikana hapa. Chuo hiki cha Kimathi hatimaye kinatarajia kutumia hifadhi hii kwa mafunzo ya utalii na utafiti wa kisayansi na kuwanufaisha wakazi wa Nyeri na viunga vyake. Carol Nderi, KTN Leo, katika kaunti ya Nyeri.